Kupeana ABC kuambiana, mwaka jana hali ilikuaje, wapi tulilegalega, wapi tukaze, lakini kikubwa zaidi kutiana moyo, kufarijiana kwa kazi kubwa tuliyoifanya, kwa sababu pia matukio tuliyoyapata sio ya kubeza. Leo hii tumeanza na shule 15 ambazo zilifanya vizuri, kuanzia shule ya kwanza ambaye ni Mtwara Heritage mpaka shule ya 15 a ambaye ni Mnaida ambaye tano zikiwa za private na kumi zikiwa za serikali. Tumewazawadia walimu wakuu shilingi laki mbili, mbili kila mmoja na walimu wa taaluma shilingi laki mbili, mbili kila mmoja na, na jumla fedha tuliotumia ni almost milioni sita ya kuwapa e, motisha ya walimu wetu thelathini kumi na tano walimu wakuu kumi na tano wataaluma kwa mchango mkubwa na kazi kubwa walioifanya mwaka elfu mbili na ishirini na tano e, kuifanya manispaa yetu kuchukua halmashauri ya kwanza kati ya halmashauri tisa za mkoa wa Mtwara. Tunaamini uwezekano wa kufaulu asilimia mia upo. Ni jambo ambalo linawezekana kabisa. Kama sehemu zingine zinawezekana, hata Mtwara Manispaa pia tunaweza kufaulu kwa asilimia mia. Lakini kufaulu kwa asilimia mia hakwendi vipi? Kunahitaji jitihada. Jitihada ni kwamba watoto tutawapa mazoezi ya mara kwa mara, kutakuwa na mitihani, lakini walimu pia tutajitoa kwa ajili ya ufundishaji wa, wa ziada kwa sababu kama sisi Ligula tulikuwa na changamoto nyingi. Amefika zaidi ya mara tatu na ile shule ilikuwa nafanya vibaya sana, yani performance yake ilikuwa iko chini. Alifika akaongea na wanafunzi darasa la saba, akawapa na historia yake yeye, alikuwa nani na yuko wapi, nategemea nini, akaweza kuwatia nguvu. Lakini hakuishia hapo, aliongea na hata sisi walimu, akaongea na sisi walimu, akatuambia ni atamani tufanye nini. Matokeo yametoka hivi, hakutuacha ametuita, tumekutana. Na ametupa zawadi. Hakuna mtu apendi zawadi. Na zawadi nzuri.